Ni kukaribishe katika kipindi chetu cha magazetini leo, Agosti 22 ya mwaka 2023, kipindi ambacho kinakupa wasaa wa kufahamu habari zote kubwa ambazo zimeweza kuangaziwa katika magazeti mbalimbali mbali ya hapa nchini Tanzania, na nikianza kuangazia katika gazeti hili la Mwananchi, habari ambayo imeweza kupewa uzito ikisema kwamba msimamo KKT kwa Rais Samia, yapongeza ukimya kwenye kuyakabili masuala magumu, yasema viongozi wa dini wana imani naye yaunga mkono uwekezaji, yaonya siasa dini, likitaka viongozi wa dini wapongeze na kukemea. Na rais Samia asema hakuna mwenye misuli ya kuligawa wala kuliuza taifa. Hii ni habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Mwananchi. Huko habari nyingine ikisema kwamba mikopo umiza kausha damu inavyoatesa walimu mitaani, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa sita kwa habari nyingine ikisema kwamba mkuu wa shule asimamishwa kwa tuhuma za udhalilishaji, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Kwa habari nyingine ikisema kwamba mbunge Ngorongoro ajisalimisha kwa polisi, alalamika kutishiwa, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Mwananchi huko habari nyingine ambayo inatitimishia ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Mwananchi ikisema kwamba mambo sita ya kubeba mageuzi ya elimu ya ufundi, habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika gazeti hili la Mwananchi. Na nikiangazia katika gazeti hili la Habari Leo, habari ambayo imeweza kupa uzito katika ukurasa huu wa mbele ikisema kwamba maadhimisho ya miaka 60 ya Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, KKKT Rais Samia hakuna mwenye ubavu, misuli ni katika kulegea taifa asema usalama, amani, umoja vitaendelea kuwepo aitaka KKKT wa Tanzania kukabili mabadiliko tabia ya nchi, habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika ukurasa wa pili. Huko habari nyingine ikisema kwamba Tanzania, Indonesia kuongeza fursa za uchumi, habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika ukurasa wa nne. Huko habari nyingine ikisema kwamba Neli Msuya, kaimu mkurugenzi mwa Uwasa. Habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa nne. Kwa habari nyingine ikisema kwamba BOT yatoa siku 90 dola zirudishwe sokoni habari ambayo itakuwa ikipatikana katika ukurasa wa nne. Huko habari nyingine ikisema kwamba profesa Mahakwa Fariki akiwa na ndoto tiba ya moyo, habari ambayo itapatikana kwa kina katika ukurasa wa ishirini. Huko habari nyingine ambayo inatuitimishia ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la habari leo ikisema kwamba ikulu yataka taarifa za mafanikio mashirika ya umma, habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika gazeti hili la habari leo. Na nikiangazia katika ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la habari leo, habari kubwa ambayo imeweza kupewa uzito ikisema kwamba Gamondi alia na kiwango Yanga habari ambayo itakuwa ikiendelea kwa kina katika ukurasa huu wa michezo. Huko habari nyingine ikisema kwamba sare yaivuta mashujaa nafasi ya pili, habari ambayo itakuwa ikiendelea pia katika ukurasa huu wa michezo. Huko habari nyingine ikisema kwamba Azam waahidi kupindua meza chamazi habari ambayo pia inapatikana kwa kina katika ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Habari Leo. Huko habari nyingine ambayo pia inatuhitimishia ukurasa huu wa michezo ikisema kwamba washambuliaji Simba, wa mkera Robatinho, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa 23 wa gazeti hili la Habari Leo, na nikiangazia katika gazeti hili la Mwanahabari Habari, habari ambayo imeweza kupewa uzito katika ukurasa huu wa mbele ikisema kwamba serikali kushirikiana na taasisi za kidini kuleta maendeleo Rais Samia azitaka kuweka mikakati mahususi ya kupambana na uharibifu wa mazingira, atoa hofu kwa watanzania kwa ujumla na kusema hakuna wa kuligawa wala kuliuza taifa, habari ambayo itakuwa ikipatikana katika ukurasa wa 22. Huko habari nyingine ikisema kwamba Askofu Show uwekezaji bandari ndio ukombozi wa uchumi kwa taifa la Tanzania habari ambayo itakuwa ikipatikana katika ukurasa wa tatu huko. Habari nyingine ikisema kwamba Dr. Msiluka awakumbusha watendaji taasisi za umma kuongeza ushirikiano na wizara zao, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa nne huko. Habari nyingine ambayo inatuhitimishia ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Mwanahabari ikisema kwamba huko, habari kwa nyingine ikisema kwamba BAKWATA, jukumu letu ni kuishauri na kuiunga mkono serikali, habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Mwanahabari, na nikiangazia katika ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Mwanahabari, habari kubwa ambayo imeweza kupewa uzito ikisema kwamba mashujaa yalazimishwa sare ya bila bila Geita Gold Kigoma huko. Habari nyingine ikisema kwamba majembe ya Simba yaanza kwa majeraha msimu wa 2023 2024 kwa habari nyingine ikisema kwamba Nandi amposti mwanaye insta kwa mara ya kwanza, habari ambayo inatuhitimishia katika ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Mwanahabari. Na nikiangazia katika gazeti hili la Wamachinga, habari kubwa ambayo imeweza kupewa uzito ikisema kwamba Rais Samia, niliamua kunyamaza kimya na nitaendelea kunyamaza, asema hakuna mwenye misuli na ubavu wa kuligawa na kuliuza taifa la Tanzania, awatoa hofu waumini wa KKKT na wananchi kwa ujumla kuwa nchi ipo salama, habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika ukurasa wa pili. Askofu Shoo: uwekezaji bandari ndio ukombozi wa uchumi wa taifa, habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika ukurasa wa tatu huko. Habari nyingine ikisema kwamba dr Kusiluka awafunda watendaji wa kuta taasisi za umma, awakumbusha kuepuka matumizi mabaya ya madaraka na kufuata sheria, awataka kuimarisha ushirikiano na wizara zao pamoja na kisekta habari ambayo itakuwa ikipatikana katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Kwa habari nyingine ikisema kwamba waziri Mchengerwa azindua wa bodi ya wadhamini TANAPA na TTB, habari ambayo itakuwa ikipatikana katika ukurasa wa nne. Na habari nyingine ambayo inatuhitimishia ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Wamachinga ikisema kwamba kamati ya Bunge yaiagiza TEMESA kusimamia wakandarasi wa vivuko, habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili, habari ambayo pia inatuhitimishia ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Wamachinga na nikiangazia katika ukurasa huu wa spoti katika gazeti hili la Wamachinga, habari ambayo imeweza kupewa uzito ikisema kwamba Gamondi afunguka sababu za jobu kukaa nje, alikamwe amchambua pakome zozo. Kwa habari nyingine ambayo inatuhitimishia ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Wamachinga, ikisema kwamba Simba ya kumalia dili la kiungo mtogo, habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika gazeti hili la Wamachinga na nikiangazia katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Tanzania Leo, habari kubwa ambayo imeweza kutoa uzito ikisema kwamba Samia, hakuna mwenye ubavu wa kuligawa taifa, aonya wa Tanzania. Niliamua kukaa kimya, Askofu Show anena, tusigawe watu kwa misingi ya dini, habari ambayo itakuwa ikipatikana katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Kwa habari nyingine ikisema kwamba bilioni 152 zang'arisha Temeke, habari ambayo itakuwa ikipatikana katika ukurasa wa tisa kwa habari nyingine ikisema kwamba KKKT yaunga mkono uwekezaji wa bandari yampongeza rais Samia kwa hekima ya kunyamaza yaongeza kasi ya kutekeleza miradi ya maendeleo. Kwa habari nyingine ikisema kwamba rais wa Indonesia atua kwa ziara ya siku mbili Tanzania. Habari ambayo itakuwa ikitimishia ukurasa huu wa mbele katika gazeti hili la Tanzania Leo. Na nikiangazia katika ukurasa huu wa spoti katika gazeti hili la Tanzania Leo, habari ambayo imeweza kupewa uzito, ikisema kwamba sio vita, Robertinho boli litembee kwa, Siobita, Bolili, kwa, kwa Gamond, wa wa. habari nyingine ikisema kwamba Gamondi akerwa ubutu wa mastraika, habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Tanzania Leo. kwa habari nyingine ikisema kwamba Dr Samia akutana na msanii nyota wa China habari ambayo itakuwa ikipatikana pia katika ukurasa huu wa spoti katika gazeti hili la Tanzania yetu. Kwa habari nyingine ikisema kwamba Azam kulipa kisasi kwa bahiri da. Kwa habari nyingine ambayo inatuhitimishia ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Tanzania leo ikisema kwamba mashabiki saba Corinthians wafariki dunia ajalini, na nikiangazia ukurasa huu wa mbele katika gazeti hili la majira, habari kubwa ambayo imeweza kupewa uzito ikisema kwamba Rais Dr Samia aonya hakuna mwenye ubavu ni pamoja na misuli ya kuligawa kuuza wala kuhatarisha amani na mshikamano wa taifa, aweka wazi msimamo wake kwa Tanzania. Habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika ukurasa wa nne. Kwa habari nyingine ikisema kwamba KKT hatuna mashaka na Samia, habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika ukurasa wa nne. Kwa habari nyingine ikisema kwamba polisi Bagamoyo watakiwa kubadilika kiutendaji, habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika ukurasa wa saba habari nyingine ikisema kwamba madiwani wacharuka utoro wa wanafunzi, habari ambayo itakuwa ikipatikana katika ukurasa wa tisa wa gazeti hili huko, habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa tatu ikisema kwamba tume ya madini yavuka lengo utoaji leseni, habari ambayo itakuwa ikipatikana katika ukurasa wa tatu huko, habari nyingine ikisema kwamba miaka 59 uhusiano wa Tanzania na Indonesia yaimarisha uchumi habari ambayo itakuwa ikipatikana katika ukurasa wa tano huku habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa 19 ikisema kwamba Trump kutoshiriki mijadala chama cha Republican, huku habari nyingine ambayo inatuhitimishia ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Majira ikisema kwamba nondo za rais Samia kwa wenyeji wa bodi watendaji wa kuu taasisi za umma, habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika ukurasa wa kumi pamoja na kumi na moja. Na nikiangazia ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Majira, habari kubwa ikisema kwamba Robertinho kwa Simba hii watu wataomba po tu utapigwa sana mpira, viwango vya wachezaji vinaimarika huko. Habari nyingine ikisema kwamba Mashujaa FC Geita Goldi hakuna mbabe, huku habari nyingine ambayo inatuhitimishia ukurasa huu wa michezo na burudani katika gazeti hili la Majira ikisema kwamba Gamondi kusuka upya safu ya ushambuliaji Yanga Africa na nikiangazia katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Uelekeo, habari ambayo imeweza kupiwa uzito ikisema kwamba hakuna mwenye misuli wala mabavu ya kuligawa taifa. Habari ambayo pia inamwonyesha Rais Samia pamoja na waumini wa kanisa la KKT Tanzania katika kuadhimisha miaka 60 ya kanisa hilo huko. Habari nyingine ikisema kwamba BOT ya waonya wanaoficha dola huko. Habari nyingine ikisema kwamba wanaojitolea walilia ajira, habari ambayo pia inapatikana katika gazeti hili la Uelekeo habari nyingine ikisema kwamba Tanga kunufaika ujenzi chuo kikuu huko. Habari nyingine ikisema kwamba waalimu mia sita wa vyeti Songwe waomba kuonolewa, adaiwa kulipua kibiriti nyumba ya mama mkwe, habari ambayo pia inapatikana katika gazeti hili la Uelekeo huko. Habari nyingine ikisema kwamba muuguzi kutuhumiwa kwa mauaji wa watoto saba Uingereza, habari ambayo pia ni ya kimataifa huko. Habari nyingine ikisema kwamba wa wafuasi mapinduzi Naija waingia barabarani, habari ambayo pia inatuhitimishia ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Uelekeo na nikiangazia katika ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Uelekeo, habari kubwa ikisema kwamba Yanga itafanya vizuri Tarimba huko, habari nyingine ikisema kwamba Mashujaa Geita hakuna mbabe huko, habari nyingine ikisema kwamba Nabi aanza na ushindi mwembamba huko, habari nyingine katika ukurasa huu wa michezo ikisema kwamba Foster aamua kuchagua Glove huko, habari nyingine ikisema kwamba Papi Nguza jukwani Septemba 9 huko habari nyingine ambayo pia natitimishia ukurasa huu wa spoti katika gazeti hili la Uelekeo ikisema kwamba kesi za Michael Jackson zaibuliwa upya habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika gazeti hili la Uelekeo.